Mwenyezi Mungu akawaambia wa maswahibu kum bimajulu hakuwa huyo mtume Muhammad, rafiki yenu, kwamba ni mwandazimu, hakuwa ni mwandazimu. Hii hapo kwamba anazungumza innahu laqawlu rasuli haya anazungumza kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Qurani, si ya shetani, na haja kuwa mwandazimu. Kwa hiyo ni Qurani ndiyo uongozo o constitution ya Waislamu chochote kakamana kitana katika ulimwengu huu katika dini hii, nikafuata Qurani peke yake. Qurani ndio muongozo wa Waislamu, na Qurani iliteremsha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na Qurani baada ya kuteremshwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu siku kama ule ameufadhilisha ndani yake huleta malaika tanazzalu malau, siku huo apa kwamba umeteremsha Qurani. Mwenyezi Mungu teremsha malaika kuwakoni na Jibril. Hao malaika na Jibril ufanya nini? Huzunguka dunia nzima, wakiambia watu salamu, wakipeana watu mikono, wala kaaa kwa ibada na wakiwatakia amani, malaika wa Mwenyezi Mungu lao waambiwa Jibril, ni kiumbe gani? nikiungama kwamba aliunga kwa nuru na malaika wengine wote wakiombea waumini amani katika usiku kama ule. Ni usiku gani? Ni usiku ambao kwamba uliteremka Qur'an, ndio ukawa ni usiku bora kuliko masiku yote. Lau mtu afanya ibada katika usiku kama ule, basi khairun min alfi shahr, ni bora huwa ni kwa thawabu zaidi ya miezi elfu. Wewe umefanya ibada wakati kama ule wa usiku, wakati kama ule wa usiku ukafanya ibada, basi wewe uandikwa ibada kama mtu wamefanya ibada miezi elfu usiku ule mmoja. Sababu ni nini? Sababu kuu ni kwamba iliteremsha Qurani, Qurani ambao kwamba waambiwa siku ili kwenye Qurani, la yamasuhu illa almutahharun, haiguswi ambakambamoje si twahara si si Quran. Yeah. Si Qurani, ukiishika ni karatasi kama karatasi nyingine, lakini ina tofauti kubwa maadamu karatasi kama ile imeandikwa Qurani. Weza ukatukua karatasi yoyote ukaitupa chini, lakini karatasi ukatukua ukaandika Qurani ndani yake, karatasi kama ile ishabadilika, baii yake hai tena ni karatasi kama karatasi zingine inakuwa ni karatasi ambayo iko kwayu. Kwa sababu gani? Ndani yake iko na Qur'an. Wale ambao kwamba kwa waichezea Qur'an, hapa hapa tumeona katika ulimwengu, kuna watu walijaribu kukodolea Qur'an, adhabu kwa kwamba aliopata, Mwenyezi Mungu aliwapa maradhi, maradhi kwa kwamba hayatibiki kwa kuikodolea ile Qur'an. Kuna watu waliokuwa kuchoma hii Qurani walipoichoma Mwenyezi Mungu akajalia mwisho wake mpaka yeye akapigwa risasi na akachomwa. Namna kuheshimu Qurani, la yabasuhu illa lutwaharuhu, haigusu na mtu yoyote isipokuwa mtu akakambakana tahara ile Qur'an. Leo qurani dachukua namna gani? Twaichukulia qurani namna gani? Akokamba qurani kama ile imehifawiwa ikatolewa kwa toka lauhul mahfudh, ikaja kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alehi wasallam, na Jibrili akimfundisha mpaka ikaja kwa masahaba mwishoye, ikatufikia sisi leo. Qurani ikisomwa, jamaa ufanya fujo wakoko wa qurani. Ikisomwa wewe, answi tu ipulike ile qurani. Wakati ikisomwa ni kwenye tv kwenye masimu inaosoma Qur'ani, wewe ikuliko isikilize, inazungumza utapata thawabu. Wewe jamaa asoma Qur'ani kwenye redio ama kwenye TV asaya wala kitepe kweli kweli, na Qur'ani inasoma ama meea Qur'ani kwenye gari yako, unaendelea na mazungumzo, afadhali uzime Qur'ani, uende na mazungumzo yako lakini uipulike, hii ni nini ambayo kwamba inazungumziwa, ni kitu gani ambayo kwamba kinazungumziwa. Na hata ikiwa hujui tafsiri wewe, isikilize Qurani kama ile, utapata thawabu. Isikilize Qurani kama ile, utapata thawabu. Masahaba walikuwa wakishindana kuisoma Qurani, na masahaba walikuwa wakihifadhi ile Qurani kinya tu, wakipewa masahaba ia mbio mbio wakihifadhi. Kwa nini wakihifadhi? Kwa sababu kuna aya zingine yawapata wa Mtume sallallahu alaihi wasallam zitateremka tena na tena na tena. Leo Qorani kiko kila mahali wendako, lakini ni wangapi kwa kwamba wanasoma Qurani? Ni wangapi kwa kwamba wanasoma Qurani? Ni wachache sana. Wengi wetu hatuisoma Qurani na wengi wetu hatuijui maana ya Qurani ni nini? Ndani ya Qurani kuna dua, ndani ya Qurani kuna dua, ndani ya Qurani kuna mambo mengi, dawa na kadhalika, sisi hatujui. Ndani ya Qurani kuna sifa ya mitume, ndani ya Qurani kuna science na technology, lakini sisi hatutaki kujua. Tumemtosheka tu kwamba ni Waislamu. Haitosheli kwamba sisi ndio Islamu, lazima tujue kuna nini ndani ya Qurani. Kwa mfano saa hivi mtu anakwambia kwamba teknoloji imekuwa kubwa sana kushinda mambo yote. Teknoloji haineshinda Qurani. Qurani ya twambia Nabiyullahi Suleiman alisikia sauti ya chungu akizungumza, ya ayuhannamlu udhulu masakinakum eni tumbu ingieni kwenye mashimo yenu. Jeshi la na Suleimani nada tumbu mkubwa awaambia tumbu wenzake, ingieni kwenye mashimo yenu, musiwe mkakanyana na jeshi la na Suleimani. Naoe Suleimani akisikia pangabasamaaaeda, alikosikia, akacheka, alifurahi akisikia ile imevumbua mlio wa chungu, akasema kwamba chungu akizungumza huzungua kadhaa kadhaa. Na mambo ya Suleimani alipokisikia sauti ya ndege, kiwatuma ndege, ndio ndege mmoja ambaye unaweza kusema huyo amezungumza kitu kadhaa kadhaa, huwezi. Kwa sababu teknolojia na mambo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala iko tofauti kubwa sana. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala alifanya Qur'ani, ndani yake kuna science, ndani yake kuna teknolojia hapo, kwamba teknolojia kama ile iko advanced kabisa. Leo watu huunda mabomu manyuklia, watu huunda maskari tofauti tofauti, wakiharibu miji na kadhalika, lakini Mwenyezi Mungu, ukienda kwenye Qur'an, Mwenyezi Mungu aliumba mabomu madogo sana mwamanyemugu kwenye sura apapome nayisema, alam tara kaifa ala faala rabbuka bi biashabin fi alam yaj'al kaidahum fi tadlilin wa arsala alayhim tayran ababi. Wakati watu kuvuja kuvunja Kaaba, Mwenyezi Mungu arsala alayhim tayran ababi, aliwatumiliza ndege ndege kama wale wakawa wadavijiwe bao ndogo, tena tarmihim bihijarati wakihola kijiwe kimoja kimoja tu, ndugu, na watu wenyewe wa wakiangamia wakianguka. Kijiwe tu kikihora na ndege. Leo watu wameunda jet fighter na mabomu ya kilo mia mbili ama kilo 60 ndio wanatupa, ndio bahana kuangamia lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alichakulia kichana hapo kabla ya watu hawajaunda mabomu tayari Mwenyezi Mungu hapo mbele kwenye Qur'ani ametuambia kwamba alayhi alaihi ra wewe unasema kwamba ukiomba dua haifiki mahala dua haifiki mahala leo teknolojia imekuja unaambiwa Mpesa katuma saa hii hapa wewe wasema uagaanbadua yafika wapi? Sasa ikiwa e, pesa yafika, simu apiga hapa, mtu aliyokuwe Djibouti, jibuti aliyoko wapi anakusikia, wakati huo pesa watuma hapa, zapatikana nchi nyingine. Kwa nini dua yako hapa siende kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? lakini tumedanganyika na, na ulimwengu yeah. fakaua Tumedanganyika, tumekuwa toko hatuoni mbele sisi. Tuachukulia kwamba kila kitu teknolojia, kila kitu ni science. Umesahau kwamba hizi vitu vyote hapo, kwamba zinafunguliwa sahihi tayari ziko kwenye Qurani, ni sisi hatujaifahamu Qurani. Science na Qurani hatujaifahamu vizuri, lao tuifahamu science na Qurani